Naam, bwana, baada ya Mwijaku yako kudondosha tusi kwenda kwa Diamond Eh, maana unaelewa kabisa kwamba katika video iliyopita tumezungumza, so kwamba Mwijaku ame notice kwamba Diamond ameenda na Jux Uingereza kwa sababu Uingereza kule wa Nigeria ni wengi na Jux ni kipenzi cha Nigeria kwa sababu Jux amemuoa Mnigeria na anajua kabisa kwamba Jux anapewa support kubwa sana kutoka Nigeria. Hivyo basi, Diamond amepata show London Uingereza, kwa hiyo ameamua kwenda na Jux ili apate mashabiki wa Nigeria waibuke katika show zake, eh, mambo yaende vizuri. So hivyo ndivyo ambavyo Mwijaku alivyotafsiri tukio hilo la kusafiri kwenda London na Juksi. Sasa basi, kitu ambacho kime happen huku mtandaoni bwana, ni kwamba baada ya kudondosha huo ujumbe, then katika slide iliyofuata katika Insta stori ya Mwijaku ameandika kwamba amekuja sasa kumsifia Harmonize, kama unavyoelewa kwamba Mwijaku bwana akimponda Diamond atamsifia Harmonize. Umeona bwana eh, akimponda Harmonize atamsifia Kiba. Yani Mwijaku amekuwa na hiyo cycle. Sasa basi baada ya kumponda Diamond amekuja kumsifia Harmonize. Hapa Mwijaku ameandika katika kurasa yake wa Instagram kwamba Konde, yani Harmonize, Konde atabaki kuwa Konde tu. Tanzania jamaa kwenye mapenzi amewapiga gepu kwenye muziki. Hmm, ndo usiseme. Na sasa hivi wameamua kuungana kama wanawake wajane ili kuonyesha wana kuonyesha wana umoja kwa ajili ya kumshusha, hawawezi say no, tumwambino. Huyo ni Mwijaku, ujumbe wake mwingine huo amekuja kuuweka wa kumdidimiza Diamondi, na kusema kwamba wameungana, yani baada ya kumwona Diamondi yuko close na Juma Jukes. Umeona bwana eh? na amesema kwamba hawatoweza kumshusha konde boy da, ambaye ni Harmonize. So ukiwa kama mdao, unazungumzaje kuhusiana na hiyo post na caption ambayo ameiandika mweja yako, kwenda kwa Harmonize kwenda kwa Diamond Platinumz? Weka maoni yako kama ilivyokuwa kawaida hapo chini katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile bwana, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.